Hii miraa ameingilia hiyo biashara, wakiwa na hii waziri yake ya Garisa. Hao ndio wanafanya biashara ya miraa na watoto wao. Hii shida yote iko Meru ya miraa. Huyu rais na huyu waziri wa Northeastern wako pamoja, ndio wenye hiyo mambo ya hiyo miraa oh, wal wametengeneza katel ya miraa, wale wametengeneza katel ya miraa kwa mheshimiwa President William Samoi Ruto, ulipochukua hatamu za uongozi tulikuwa tunauza miraa yetu vizuri, lakini tangu kuwa president, sisi tumehangaishwa na makateli. Wako airport, wako Maua na wengine wako, eh, wako Somalia. Msafi, chairman wa movement, na siku ya leo nimekuja kwa sababu ya iko e, ukweli ambayo imejitokeza na ni vizuri tulisema ya kwamba ukweli ikijitokeza <coughs> tunaiandika wazi, na mnakumbuka iko siku tumefanya video ya waziri wa kilimo Mutahi Kagwe akiwa kule pande ya Meru akilia kwa sababu ya vile ambavyo iko katela, alikuwa anasema ya kwamba iko katela ambao wanachukua miraa wanaenda wanauza Somali elfu saba kwa kg alafu wanakuja hapa Meru wanapatia wakulima mia mbili Na William Ruto leo hii ukweli umejulikana, ingawaje amekuwa akijificha. E, ukweli umejulikana, iko kitu Rigathi Gachagua alisema siku ya jana <coughs> nataka tuisikize kuhusu wale ambao ndio katel Rigathi Gachagua siku ya jana ali- alianika ali, ali, ali wazi akafichua siri. Nani hawa wanauza miraa kilo moja 7,000? wanakuja kuletea wakulima mia mbili. Ile project ingine ya rais inaendelea, ni mambo ya miraa, unasikia? mm -hmm. hii miraa ameingilia hiyo biashara wakiwa na hii waziri yake ya Garissa, hao ndio wanafanya biashara ya miraa na watoto wao hii shida yote iko Meru ya miraa. Huyu rais na huyu waziri wa Northeastern wako pamoja. Rais William Ruto ah, ndio wenye hiyo mambo hiyo miraa. si mi nakuambia <coughs> <Ye, alituambia. coughs> rais anatusaidia mambo. Ushahidi wako ni upi? hapa si, mi nakuambia. Kwa nini imekwama? Yeye ndiye rais wa Kenya. <coughs> Ukiona kitu haiendelei, nguvu ingine ya kutatiza biashara ya miraa inatoka wapi? Who else in Kenya anaweza tatiza biashara mimi nakuuliza yeye, yeah, ni rais. Kama hausiki, kwa nini hii maneno yetu haiendi vizuri? Inaenda inakwama, inaenda inakwama. Linduri aliitwa naambiwa, tunataka hivi mambo so, ya miraa. Mimi hiyo linduri, yeah, Linduri ameumia. Hawa ndio wanafanya hiyo biashara, na ndio imekwama. So bwana Martin wao, wana Martin, rais anafanya biashara ya miraa ama eh hey, na watu yake, watu yake ndio wanafanya hiyo biashara na watu ya Somalia. Unajua? Eh? Wako, wako watu wakubwa sana Somalia na watu wakubwa hapa Kenya ndio wameingia biashara ya dawa. That's why we have a problem. Mimi mimi alikuwa anitaki. Unajua mimi nilikuwa na mfisi. Namwambia bwana, umejua kila kitu. Mbaya ya miraa. Housing ni wewe. Fuliza ni wewe. eCitizen ni wewe. Mambo ya tiles unanunua factory. Rais, umechukua kila biashara yake peke yako, na vilevile tumewaambia hatuwezi kubali wewe uuze uuze kilo ya miraa huko Somalia at 7000 shillings, alafu mpatie mkulima hapa Meru 200 shillings. Chamini, hata ukiwa unajipenda namna gani, hata aibu huna aibu, aibu tu ya kiutu, aibu ya kiutu wewe mwenyewe hujezi, huwezi kufikiria Rono, kilimo house, na hii miraa ya Grand One ikawekwa bei ya elfu moja mia tatu na hii miraa ya Grand One ndio hiyo iliweka eh, bei elfu moja mia tatu lakini, saa hizi for now, hii miraa kwa samba inalua shilingi sabini. Hii hii ndio inaitwa kilo, hii ndio ilikuwa inaitwa kilo ya Grand One na bei yake saa hii kwa samba ni shilingi sabini. Swali langu kwa mheshimiwa wetu president, swali langu kwa CS Kagwe, si swali langu kwa Kithure Kindiki awasana, mtu akiuza hiki kilo shilingi sabini na ako na watoto wanataka kula wanataka kunywa wanataka kuvaa na wanataka kwenda shule, na gharama ya maisha ndivyo imepanda. Kweli mtu ataweza kupeleka watoto shule? Mtu ataweza kujimudu kwa kimaisha? ni ombi langu kwa Mheshimiwa President William Samoei Ruto, ulipochukua hatamu za uongozi tulikuwa tunauza miraa yetu vizuri, lakini tangu kuwa President, sisi tumehangaishwa na makateli wako airport wako maua na wengine wako, eh, wako Somalia na huyu mtu anaitwa Liban ndio kateli namba one na serikali inamjua kwa sababu yeye ana private airport na anapewa security na serikali ya Kenya. Yeye ndio ameamuru ile mira ile bei itanuulua kilo moja ya miraa. Na huyo mtu ni mtu wa kutoka Somalia. Yeye ndio akona landing permit ya miraa kutoka Kenya kwenda Somalia, na wanabiashara wale wanatunulia wana miraa, wakati huu ni watu sita. Mbeleni kulikuwa na watu arobaini wale walikuwa wanapeleka miraa ya Somalia, mpaka watu hamsini Saa hizi wamebaki watu sita, wametotawala vya kutoza, na sisi ule mumea tuko nao eh... na wakulima wote wa miraa katika nchi ya Kenya, hebu kujeni hapa, na wakenya wote kwa jumla, hebu kujeni hapa. This is a William Ruto for you. Ameshikana na Duale, kazi yao ni ku make sure ile pesa yoyote inafaa isaidia wakulima, ile pesa ile kazi kubwa, jasho kubwa, wakulima wanafaa wapate kama malipo yao. Wao wenyewe ndio wanakula na tumbo zao Can imagine? Alafu zile siasa zinapigwa pale Meru na mbwana Kindiki haezi ongea Kindiki haezi ongea anamenyamaza. Mulisikia ile siku walikuwa hapo, hii siku kuna ile uh, mtu ametembea pa mlima Kenya. Mulisikia Kindiki akirukaruka hapo akijaribu kusema sijui eh, rais akinipatia ruhusa au maka... e ambao wametengeneza cartel ya miraa, wale wametengeneza cartel ya miraa, watu wa cartel ya miraa, mimi nawaambia mambo yao ni matatu. Mambo yao ni mangapi? Eidha wakome na kateli ya miraa, ama mambo ya pili, tuwapeleke jela, ama mambo ya tatu <laughs> waende ile safari <laughs> salala. Sasa nafikiri iko declaration ya maua. Declaration ya maua ni kusema katel wote wa kuharibu biashara ya maua wahame Kenya hii kwa sababu tunataka biashara ya miraa ifanye kama zile biashara zingine katel sijui nitawa crash, sijui nitawamaliza nita na nikawa najiuliza, who are these cartels that are so strong than the government? Kwani iko mabroka wako na nguvu kuliko serikali? kwani yuko katezi wako na nguvu kuliko serikali? I was wondering, I was asking myself. Sas ati mpaka Kindiki anasema nagojea my boss aniambie and then I proceed. Kumbe Kindiki niu Duale na William Ruto ndio wako katika hii biashara and he can do nothing about it na haizi sema of course haizi ambia watu yeah? na hata ile kitu inahuzunisha zaidi ni kuwa ya kwamba William Ruto ameshika nchi ya Kenya ameifanya ni kama biashara. Anataka ile bajeti inasomwa pale every June inaingia yote kwake yeye ndiye sasa anaigawa. Because umesikia kama hiyo ndio biashara ya miraa. He is the biggest cartel. The president himself is a cartel. Tukiingia kwa biashara hii ya, uh, ya mambo ya housing, ya mambo ya housing, affordable housing, William Ruto is the biggest cartel. Hiyo ni biashara yake wakiwa na Adani. Wakenya Wakenya wote wanajua hivyo, Sha ni biashara ya William Ruto the, the why, why, why only when uh, uh, compensation. Lakini wakati natuma premium, the system unatuma ni biashara yake yeah. Tutoke hapo. Ukienda kwa mambo ya mahindi, tutoke hapo, uh, ya ya climate change, mambo ya kupanda miti ya yeah. He's making sure ana control pesa yote ya Kenya kama biashara actually, by the way, the best way to put it. Unaona hii budget inasomwa every June, like uh, 3 trillion 4 trillion. Ame make sure kwamba hiyo budget inasomwa, half of it itakuwa kwa, itaingia kwa mfuko yake through iyo iyo through your commonship na hiyo ukora na hiyo brokerage anatengeneza kama trilioni mbili yeah? and that is why we are saying with all due respect for kenya to be liberated william ruto must go for the farmers of this nation to get justice and to be compensated and to get fair their share of what belongs to them out of their hard work william ruto must go for kenya

For Kenya to stop corruption, for Kenya to salvage what is ours as a nation, William Ruto must go. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Tafadhali na wa Kenya. Hakuna. We must agree as Kenyans ya kwamba William Ruto lazima huyu mwizi. Lazima huyu jamani mwizi. Jamani muuaji. Jamani kateru. Yeye ndiye kila kila aina ya uovu katika nchi ya Kenya. And that is why we must remind ourselves so in every morning when we wake up, lazima tukumbushane kama wa Kenya. Lazima tutie juhudi zote and make sure William Ruto must go. It's so unfortunate. It's... <tune>